hoteli gani, penzi <coughs> yeah. Utazamaji ni kutoka katika hoteli ya Wardat Rayani ambapo taasisi ya I Travel wamefikia hivi sasa. Mahujaji wanapata chakula e, tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea katika nchi ya Tanzania. E, kuna, kuna wali, kuna biliani, biliani la njano wewe, kuna kuku hapa, kuku unachukua wawili watatu wewe, aya, kuna mchuzi roast, hilo kuna roast nyingine, ingine. Kina mama kama mnavyoona wanajipakulia hapa wenyewe wenyewea, yeah. kina nani na wanaitaja, kuna bilinganya bipili. Huyo Msumbiji kama mnavyomwona anajisikia hapa tayari kwa safari ya kuelekea Tanzania baada ya kuishi katika mji mtukufu wa Maka na Madina karibu siku ishirini. Amin. <coughs> Mpenzi mtazamaji, hiyo hoteli ni Warda Trayani, ambayo msikiti ndio huo kama unavyoona. Yaani msikiti huu, hoteli hii, ni dakika mbili, si dakika tatu, si dakika moja. Unavyoona hapa, watu wao wanaenda msikitini, yaani hapa hata imamu akikimu mtu na wai. Sasa ukiambiwa kwamba I Travel inatekeleza ahadi, ndio hivyo mahujaji, mashallah ako karibu, kina mama wanaenda wenyewe, hamna kupotea wala nini huu hapo mbele yangu msikiti mdogo Masjid Omari, na ule mwingine msikiti ambao ulikuwa kwa ajili ya mvua. Ni hotelini hapa bado tuko hivi sasa, tunajiandaa kuondoka kurejea katika nchi ya Tanzania, baada ya kukaa hapa katika mji mtukufu wa Maka na Madina kwa zaidi ya siku ishirini, sio ni nini? Bado kuna matunda Aya siwaje tu kulakuna matunda, kuna soda. Jamani, hii ni free, mtu ukinywa soda mbili tatu nne, wewe tu. Kuna majani au si majani, si ya mpapai. Haya hapa haya hapa tena, ndo kuna kila kitu hapa, makachumbari. Eh, ama tuna gani, sema shemacalenga se. Aya naita shamamu, kama kama mapapai haya mm. Ndizi tunazo ndizi tunazo ndizi tunazo, sarifu unalipa kusema, tunarejea Tanzania leo. Tumefurahi sana, msafara mzuri, na tunayo na I travel. wa subiaunayo naaaa, unaonaje umbali na msikiti? msikiti? Hivi dakika ngapi? Dakika 3 fika Daka tatu haifiki. eh, ah. Katika uwanja wa msikiti um, kabisa. Mm. Eh, kwa hapa nzuri tu. Ah, tunakaribisha wengine waje. Ah, shukrani. -sh. Hmm. Mtazamaji, ni msafara hivi sasa, leo tarehe kumi na saba mwezi huu angapi. Sheikh Suleiman Bane, tupe taarifa ya msafara wa mahujaji huyu. Msafara hivi sasa, wanatakiwa watu wapande kwenye mabasi tayari, mm -hmm. kuelekea airport ya Madina International mm -hmm. airport. Wakitokea hapa, wataelekea moja kwa moja Dubai. Sasa sa, na Dubai watabaki hapo transit ndefu kidogo, kesho yake inshallah wa taala watasafiri kuelekea Tanzania amaa Dar es Salaam. Penzi mtazamaji, Sheikh Twa Suleiman Bani, Mashaallah, Allahu alhamdu, Mbee Mungu tunatoka hoteli ya Wabdat Rayyan, Inshallah kuelekea asafapezo watazamaji, ni safari ya kuelekea nchini Tanzania. Namwona pacha akitoa taarifa. Sema, Charenga yeah. Uona tukae mbele yote ni msafara wa gari la Abu Salhadi. Hivi sasa ni mida ya saa tano kama na kitu, tunaelekea airport, lakini safari ni saa kumi na moja. Oh. Tuko wote mzee wa Mtwara yuko Mtwara, kusema Mtwara ni wewe twaa, wengine wote wanakaa pembeni. Ukisema Mtwara ni nani? Penzi mtazamaji, mahujaji wa taasisi ya Travel Hajj ndio jumla. Ni tarehe kumi na saba, saa ngapi saizi? Penye sani saidie, saa nne na nusu. Sa, Sa, dakika, saa nne na dakika 34, tumekwisha panda kwenye basi tayari la Abu Salhad tunaelekea hivi sasa ya poti, ambapo safari ni saa kumi huku ya poti, tunawai mapema karibuni, masaa sita, inabidi wepo ya poti shema chalenga kaapo tukayote ili wahakiki kwamba ndio nyinyi, ndopo ndani ya <coughs> gari <coughs> <coughs>

Mtazamaji, ni mahujaji ya taasisi ya I Travel manasiki, ndio wanajiandaa sasa hivi kuingia ndani ya ndege tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Tanzania. <coughs>